Karibu kwenye podcast ya Dr. Chris Mauki, mwana saikolojia, mshauri na mwalimu katika masuala ya mahusiano, familia, malezi pamoja na maendeleo binafsi. Hapa utajifunza kuhusu malezi sahihi yatakayoboresha maisha ya familia yako, mbinu zitakazoenda kuimarisha mahusiano yako pamoja na maarifa na ujuzi utakao kujenga kiakili na kukufanya ufikie mafanikio yako binafsi. Karibu uungane nasi katika safari ya mabadiliko na maendeleo. Hii ni daily talk na Dr. Chris Mauki inayokujia kila siku asubuhi. Kila siku asubuhi unapoanza siku, basi unakutana na daily talk ambayo itayabadilisha maisha yako, mtazamo wako, fikra zako, kila siku. Naomba leo nikusaidie kitu ambacho kimewafanya watu wengi sana wamekuwa wakitatizwa na maisha, wengine wakikutana frustrations mbalimbali mbali, kwa sababu wanataka kufanya kitu ambacho hakiwezekani. Najua una upendo na watu wengi, najua unawapenda ndugu zako, unawapenda wajomba zako, unawapenda mama zako wadogo makubwa, unawapenda ndugu uliozaliwa nao tumbo moja, unawapenda uliosoma nao shule, unawapenda uh, wale ambao umemalizana nao chuo kimoja unawapenda classmates etc, etc. Lakini naomba nikwambie, unaweza kuwapenda wote lakini huwezi kuwasaidia wote. Naomba nirudie, unaweza kuwapenda wote lakini huwezi kuwasaidia wote. Watu wengi sana tunatamani na tunafikiria kwamba kama ungepewa uwezo wa kusaidia watu basi ungewasaidia wote, kwa sababu una kiu ya kuwasaidia wote, kwa sababu unawapenda. Ukimuuliza mtu, kwa nini jitihada zako ni kubwa kwenye kuwasaidia? Kwa sababu unawapenda. Lakini naomba nikwambie, kuwapenda ni jambo moja, kuweza kuwasaidia hao unaowapenda ni jambo lingine. Sasa usipoteze nguvu na ukajiletea stress kwa sababu unataka kuwasaidia wote unaowapenda. Kuwapenda wote ni jambo jema na ni amri ya Mungu, tuna tupendane kama Mungu alivyotupenda. Lakini kwenye kuwasaidia wote, jifunze kuwasaidia wale unaomudu kuwasaidia, jifunze kuwasaidia wale ambao wana uhitaji kritiko wa msaada kutoka kwako, jifunze kuwasaidia wale ambao msaada wao kwako utakuwa na manufaa kwao msaada wako utawakomboa utawanyanyua utawashika mkono pale walipo. Lakini kiu ya kufikiri kwamba utawasaidia wote kwa sababu unawapenda wote itakupeleka pabaya, itakuletea changamoto za afya ya akili na utaenda kupata magonjwa. Ikiwezekana kwao, baki na hii kwamba unaweza kuwapenda wote lakini kamwe hauwezi kuwasaidia wote ya.